Siasa yetu ni ya kuwahamasisha wananchi, ni kuwashajiisha, kuwashawishi kwa hoja na kujenga imani ya kudumu. Ndiyo maana bado sisi CCM itabaki chama kinachokubalika zaidi kuliko vyama vyote kutokana na siasa yake. Sisi katika mitaa yetu tunafahamu kabisa ni namna gani mabalozi wanakuwa ngao ya kushawishi wanakuwa ngao ya kuchochea maendeleo ili kujenga CCM iliyo imara na kujenga taifa lililo imara. Tunalo jukumu kubwa, tunalo jukumu kubwa, amesema hapa katibu wetu wa mkoa, wa kuhakikisha kwamba tunaimarisha utaratibu wa kukutana, tunaimarisha vikao vya mashina na mahusiano ya kila siku kati yetu sisi wana CCM, lakini kati yetu na wasio wana CCM kwa sababu ridhaa tuliyopata haitokani na wana CCM pekee. Ridhaa tuliyopata inatokana na wananchi ambao walishawishika wakati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapita nchi nzima kuinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo, tutakwenda kwa maendeleo jumuishi, tutakwenda kwa mshikamano wa kitaifa na tutakwenda kusimama pamoja katika kulinda amani ya taifa letu. Itikadi ya CCM itikadi ya CCM itabaki kuthamini utu, itajengwa katika misingi ya ujamaa na kujitegemea. Na ndiyo maana kauli mbiu yetu hivi sasa, kazi na utu, tunasonga mbele, kazi na utu.